Hiyo leo, leo tuna kitu cha tofauti sana, kumpokonya shetani miliki zetu na fahari zetu. Hicho uelewe, hicho uelewe, kuna kitu shetani ana kimiliki ni cha kwako, haipingiki. Na ndio maana unaona kuna mahali ya usogei, kuna mahali ya upigi hatua kuna mali hauoni matokeo, kuna tabia inakusumbua. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa. Kuna mambo yanakuzuia usikutane na Mungu. Kuna mtu ananielewa vizuri. Kuna kitu ametoa ndani yako ambacho ulikuwa nacho kikakuwezesha kuwa na mafanikio, akakitoa akakiweka kingine ambacho kinakufanya uwe duni. Ametupokonya miliki zetu. Na sisi leo tuko kusuti la Mungu kwa ajili ya kumpokonya adui fahari zetu na miliki zetu. Sema amina na utabariki. Ninaomba unisikilize vizuri. Kuna mahali Mungu atakupa hatua nzuri leo. Inua mikono yako, sema e Bwana Yesu, sema e Bwana Yesu. Chochote adui ambacho amekitoa kwenye maisha ya sema, leo nampokonya kwa jina na la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema Yesu nisaidie, amen. Uko tayari kumpokonya shetani leo? Mungu akurudishe kwenye nafasi yako. Zamani ulikuwa unaendelea vizuri, zamani ulikuwa unakubalika na watu, zamani familia ilikuwa inakupenda, zamani kila ulichokuwa unakifanya kinaenda Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini leo watu wamekukimbia, vitu navyovifanya visogee. Why? Kuna jambo limetokea kwako. Hako unaweza usilione katika macho ya kawaida, lakini katika ulimwengu wa kioo kuna kitu kimezuiwa. Bwana Yesu atusaidie sana, ambacho Mungu alikuumba nacho toka awali ukiwa katika tumbo la mama ulishaandikiwa ya kwamba wewe kuna nafasi utakuwepo, wewe kuna utajiri utaufikia, wewe kuna kiwango fulani cha maisha utakuwa nacho. Bwana Yesu atusaidie, sema amina na utabarikiwa. Na ndio maana unaona mwanadamu anapozaliwa na kukua huwa ana maono ya kwake. Bwana Yesu asaidie. Mwingine anasema mimi nitakuwa daktari, lakini unashangaa kule udaktari hanaga tena anafanya kitu kingine kabisa tofauti na maono ambayo alikuwa nayo. Bwana Yesu asaidie sana. Ukiuliza nini kimetokea, anakuambia hapa katikati wazazi walikosa ada. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu adui alishamsoma akajua huyu ni nani, anaenda wapi na anakuwa nani. Kwa hiyo akapokonya ile nyota akaleta vita kwa wazazi. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Wakakosa na ada ya kukusomesha kabisa, kakuta unaishi maisha ambayo sio nafasi yako, na unapoishi maisha ambayo sio nafasi yako, huwezi kuona na matokeo kwa wakati kwa sababu sio kitu chako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Hebu inua mikono yako, sema yeyote aliyopokonya miliki yao, sema leo leo, kwa damu ya Yesu narejea kwenye nafasi yao, narejea kwenye hatima yao kwa damu ya Yesu Kristu wa Nazareti aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Nasema Yesu akurejeshe kwenye nafasi yako, Yesu akurejeshe kwenye nafasi yako, na aliyekutoa kwenye nafasi yako akae chini ya jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa.